Bwana Yesu asifiwe. Ah, kuna jambo nimeona nizungumze kidogo linalohusu Krismasi. Tumeona watu wanapo wanavyohudhuria aidha wanavyosherehekea Krismasi wanakuwa nje kabisa na kusudio la Krismasi. Krismasi ni sherehe ya kukumbukia kuzaliwa kwa Yesu, japo kwa wengine wanaitumia kwa mambo yasiyofaa. Mwingine unakuta Krismasi hafanyi kama kukumbuka kuwa Yesu alizaliwa, yeye anafanya kama kupotea. Watu wanaandaa bia, watu wanaandaa sherehe mbalimbali zilizo kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini nataka nikwambie, kuambia unenisikiliza, Krismasi ni kumbukizi ya mtu mmoja aliwahi kuzaliwa, Yesu Kristo, ambaye ni mkombozi wa ulimwengu. Kwa hiyo tunaposherehekea Krismasi, kwa Wakristo, tunakumbuka kuwa aliwahi kuzaliwa na kwa sasa